Halo, habari ya saizi? Pole ni sana na kazi na majukumu mengi hapa napale na pale, na mimi naitwa dokta Alifa. Leo napenda nikuelekeze, napenda tuongelee moja kwa moja wewe kwa na wewe, mwanamke ambaye unaumia kimya kimya, yani inaongea na mwanamke ambaye unapata maumivu kimya kimya, ina kwa sababu ni maumivu wakati wa tendo sio kawaida wala sio laana wala sio uchawi na wala sio magonjwa ya wanandoa. Kupata maumivu sio magonjwa ya kawaida kwa wanandoa. Sasa leo nataka nikushike mkono, nikueleweshe uh, kwa nini mtu unapata unapata maumivu hayo ambayo yanakutesa, unalikuta hauna furaha katika shughuli zako, katika matendo yako, hali ambayo unakuta ndoa nyingi zinaonekana kwa usaliti mkubwa sana. Uh, kuna changamoto kubwa sana familia nyingi zinaachana, familia nyingi sana zinatengana. Sasa leo tuangazie maumivu ambayo yanayotokana na, kwa nini mtu anapata maumivu sana wakati unapokuwa unashiriki? Kwa nini iwe wakati wa kushiriki tu? Kwa nini iwe wakati wa kushiriki tu? We, wakati wa kushiriki? Uh, kitu cha kwanza tunachokizungumzia kwa siku ya leo uh, kitu cha kwanza ni ukavu ukeni, ukiwa ukeni ni mkavu uh, hali ambayo unapokuwa unashiriki lazima tu utapata maumivu kwa sababu unakuta hormones zinakuwa zinashuka, eh? Uh, hormones zinapokuwa zinashuka mfano estrogen uh, prolactin zote zinakuwa zinashuka, na msongo wa mawazo pia zinakuwa kunasababisha kuna sana kwa asilimia kubwa sana kupunguza kiwango uh, cha kulainishi kwenye uke, hali ambayo unapokuwa unashiriki unakuwa unapata unapata maumivu makali sana lakini pia sometimes unakuwa ni mawazo, hofu pia uke, yeah. Okay, unakuwa bado ujikaza unapokuwa unashiriki, unapata maumivu. Lakini pia uh, wengine unakuta wanaanza tukurupukurupu bila kuandaliwa vizuri, kitu ambacho kinachosababisha changamoto zinakuwa zina, zinakuwa inakuwa nyingi sana. Lakini pia kutumia vitu vilainishi, kutumia sabuni Uh, mara kwa mara unawasha, unachuguka kitu ambacho kinapelekea kinapelekea changamoto kama hizi zinazidi zinazidi kukua. Sasa leo tuangazie kwamba kwamba, sasa leo tuweze kuangazia uh, kitu gani ambacho kinacho kinachosababisha hasa, au unapokuwa unapata ile maumivu, kitu gani ambacho kinakuwa kinatokea, au vitu gani ambavyo vinavyotokea, au sababu zake ni zipi hasa. Kitu cha kwanza, uh, sababu ya hivyo vitu vingine inatokana na PID PID maana yake ni maambukizi ah, ndani ya kizazi ambao mara nyingi sana inakuwa inafika kwenye mirija, mara nyingi sana inakuwa inafika uh, uchafu ule, uh, unakuwa unakuwa kwenye mirija, kwenye vo vya, vya uzazi, hali ambayo inapelekea ni uh, kuta ule uchafu mweupe kama rangi ya mtindi au maziwa, lakini pia uh, mirija unakuta um, imejaa usaa umevimba, um, hiyo yote e, inatokana na nini? Inatokana na kuwa mkavu, unapokuwa uk, unashiriki pengine alikuchubua mwenzako baada ya kuchubua ukatengeneza usaa ukatengeneza kidonda, kitu ambacho kinachopelekea uh, changamoto kama hizi. Lakini pia sababu pia nyingine ya maumivu uh, ni kuwa na uvimbe umayoma, au mayoma au kuwa na fibroid uh, unapokuwa zinapokuwa unashiriki labda kuna uvimbe zile zimeguswa, basi unapata maumivu makali wakati unashiriki. Wanawake wengine wanasema, bwana mimi nikishiriki inabidi sana nimsimamishe kwanza, baba, nimwambie na nisubiri kwanza, napata maumivu makali Taka labda hanywe kitu fulani hanywe kitu fulani, unakuta kitu kama kitu kama hicho. Lakini sometime unakuta ni tishu ambazo zimesogea, au tishu ambazo ziko katika sehemu sio ya kwake, hiyo pia inakuwa. Lakini pia sometime misuli ya uke inapokuwa imekaza, hali ambayo inapelekea, unakuta maumivu yanaongezeka, yana yanakuwa unakuta uke lakini pia tumetoka kuangalia wale watu ambao wanapokuwa wanashiriki wanapata maumivu. Lakini we unajiuliza, mfano mi unashiriki vizuri, lakini we maumivu yako ni baada ya kushiriki au ni kwa sababu gani? Sasa tuangazie hapo, unajikuta kama maumivu yanachoma choma, eh, maumivu chini ya kitovu, lakini unakuta uchafu ule unaongezeka. Hii ni kwa nini? Maana hii inaashiria kwamba kuna maambukizi kuna michobuko micho, lakini pia mazingira ya uke yamevurumika, hali ambayo ya inapelekea unakuta mtu anakuwa anapata maumivu baada, baada ya kushiriki anapata maumivu makali, yanavuta yanakata chini ya kitovu. Na itakuwa labda ni UTI, itakuwa ni kitu gani? Itakuwa ni kitu gani? Hiyo yote ni sababu ya maumivu yanasababisha, unakuta unapokuwa unashiriki unapata maumivu, maumivu makali kwenye mfumo wako. Sasa, sasa tuangazie mimi nimepata maumivu wakati wa kushiriki, ni mwingine akapata maumivu baada ya kushiriki. Sasa kitu gani ambacho kinachotuathiri kwa, kwa ujumla? Tunaathirika kivipi? Kitu cha kwanza kunakuwa kuna, kwa, kuna mvurugiko wa homoni. Homoni zinakuwa zinabadilika, zinabadilika, zinabadilika sana. Lakini pia kushuka kwa hamu ya tendo. Hamu ya tendo linashuka kabisa. Likishuka hamu ya tendo, unakuta mtu bwana huyu ah, mimi wangu hasa hivi anipendi kama zamani. Mimi mke wangu hasahivi anipendi kama zamani. Hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu hamu ya tendo linashuka kabisa, na ndoa nyingi hapo zinavunjika, naonekana kuna usaliti, kumbe ni mtu ambaye hana hisia na yule mwenzake. Lakini pia uh, au ni uchafu ambao unakuwa unatoka wakati labda wakushiriki, ambao unapelekea maumivu uh, unapelekea changamoto kubwa sana kwenye mirija. Mirija inaziba mirija inaziba. Unakuta uchafu unavyokuwa nabaki, unaanza kutoa unaanza kutengeneza vinyama, mwisho wa siku unasikia mtu ana uvimbe, mayai kupungua katika uwezo, mzunguko hawezi kubadilika. Lakini pia unakuta um, kizazi kinavimba mara kwa mara, leo kavimba hichi kesho kavimba hichi, leo kavimba hichi kesho kavimba hichi, leo kesho hiki kesho hiki. Hivi ni vitu ambavyo vinavyo na kusababisha. Sasa jiulize ule uchafu ambao unakuwa unatoka. Uh, kinyesi tu kinachokitoa kimetoka tumboni kwako kwa muda huo kinanuka. Sasa ule uchafu mtu anakuta amekaa nao mwezi mzima, huo uchafu unakuwaje? Sasa tuangazie kitu gani cha kufanya. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kuweza kufanya uchunguzi. Hata uchunguzi wa kitaalamu mapema kuhusu mzunguko wako, kuhusu changamoto yako unayopitia. Epua kutumia dawa kiholela, kuna mtu anakutolea ukakuta dawa hii katumia, fata eh, mtaalamu akuelekeze kwamba hichi unatumia hivi unatumia hivi unatumia hivi tumia hivi hakikisha pia uh, unakuwa unajifuta maji vizuri, ili kuepusha wale unyevunyevu. Punguza stress, pata usingizi wa kutosha, fanya usafi wa vitu vyako, oga vizuri eh. Lakini pia sababu nyingine, usitumie sabuni kuosha chini. Lakini pia us, unajitawaza haja kubwa, usije mbele, rudi huko huko nyuma, kwa sababu inapelekea maambukizi, yanawahi yanawahi kuisha lakini unatakiwa ufanye uchunguzi wa haraka zaidi i ufanye uchunguzi wa haraka zaidi kutatua kutatua kutatua changamoto yako. Aa, maumivu, tuzungumzie maumivu. Wakati wa tendo si kawaida na sio kitu cha kuweka na sio kitu cha kukaa ili uweze kuvumilia. Kama unaumia, mwili wako unalia kwa msaada, na usinyamaze. Manake usikae usikae ukakabwa, na mimi bwana vitu vya kawaida, ngoja tu nivumilie. Hakuna, mwili wako unaongea kupitia dalili Dalili zako zipoje? Mimi napata maumivu. Kwa hiyo wewe mwili wako unakuwa unaongea kupitia kupitia dalili. Kama video hii imekugusa, like share na subscribe, na andika maoni yako hapo chini, kwamba wewe umejifunza kitu gani kitu gani, na unapenda kitu gani, na unatamani kesho tuongelee kitu gani, na una, una, una kesho kutwa tuongelee kitu gani? Karibu sana, na maswali yenu nitayasikiliza na nitayafuatilia moja baada ya lingine.